Takwimu dhaifu za mauzo ya Tesla zimeisukuma kampuni hiyo karibu zaidi na hasara kuliko ilivyowahi kuwa kwa miaka mingi, kulingana na matokeo ya kifedha yaliyotangazwa Jumanne wiki hii, hali inayotishia mojawapo ya faida zake kuu dhidi ya washindani katika sekta ya magari ya umeme. Tesla iliripoti faida ya dola milioni 409 kutokana na mapato ya dola bilioni 19.3 baada ya kusambaza karibu magari laki tatu na elfu thelathini na saba ya umeme katika robo ya kwanza ya mwaka 2025. Hata hivyo faida hiyo imeporomoka kwa asilimia 71 ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka wa 2024 Heri kwa robo mbaya zaidi kwa Tesla katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili, ikija baada ya kushuka kwa mauzo kwa mwaka mzima kwa mara ya kwanza katika historia ya kampuni hiyo. Ripoti inaonyesha kuwa faida hiyo ilichangiwa sana na mauzo ya mikopo ya kodi ya uzalishaji sifuri, yani zero emissions tax credits, yenye thamani ya dola milioni mia tano na tisini na tano. Bila hayo, kampuni ingekuwa imepata hasara. Hata hivyo, hisa za Tesla zilipanda katika biashara baada ya saa za kazi baada ya wawekezaji kuvutiwa na mipango ya kampuni kuanza uzalishaji wa gari la umeme la bei nafuu mwezi Juni pamoja na tamko la mkurugenzi mtendaji Elon Musk kuwa atapunguza majukumu yake katika idara ya ufanisi wa serikali ya Doge ili kuelekeza nguvu zaidi kwenye Tesla. Hata hivyo, Musk hakuthibitisha kuacha kabisa jukumu lake serikalini, akisema huenda akiendelea kwa kiasi fulani ali mwisho muhula wa pili wa Rais Donald Trump. TechCrunch ilichapisha muhtasari wa maoni mengine ya Musk iliyogusia ushuru wa forodha, magari ya robot, yaani robot tax, akiribandia AI na mustakabali wa magari ya umeme yote akitolewa wakati wa mkutano wa mapato. Tesla pia ilionya wanahisa kuhusu athari za vita vya kibiashara vinavyoendelea, ikisema kwamba ushuru uliowekwa Rais Trump na mabadiliko ya mtazamo wa kisiasa vinaweza kuathiri kwa, kwa kiasi kikubwa mahitaji bidhaa zake. Kampuni hiyo iliongeza kuwa ushuru wa sasa, hasa unaolenga bidhaa kutoka China, unatarajiwa kuathiri zaidi biashara yake ya nishati kuliko ile magari. Tesla imesema inaweka mikakati ya kuimarisha uthabiti wa biashara yake kwa kipindi cha kati na kirefu, lakini pia imeonya kuwa haijahakikisha uwezo wa kuongeza mauzo mwaka huu kuhusu mipango ya magari ya bei nafuu, Tesla imesisitizwa kuwa bado ipo kwenye mkondo sahihi. Kwanza uzalishaji katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, Elon Musk aliweka bana zaidi katika mkutano mapato kuwa uzalishaji utaanza mwezi Juni. Magari haya mapya yatatumia baadhi ya vipengele kutoka kwa jukwaa jipya linalotumiwa na mradi wa Robotask, lakini pia yategemea miundombinu ya miu sasa ya Model Y na Model 3. Hii ina maana kuwa magari ya bei nafuu yatazalishwa katika mistari ile ile ya uzalishaji inayoendelea kutumika kwa magari yaliyopo. Kauli hiyo inapingana na taarifa ya Reuters ya wiki iliyopita ambayo ilidai uzinduzi wa magari haya mapya umecheleweshwa kwa miezi kadhaa. Tesla inakumbwa na changamoto nyingi. Msururu wa magari yake unacheka ingawa yote yameboreshwa upande wa muonekano. Cybertruck ambayo ilikuwa inatarajiwa kwa bidhaa kishindo haijafikia matarajio. Siasa za mrengo wa kulia za Elon Musk na ushiriki wake katika serikali ya Trump zimesababisha upinzani mkubwa dhidi ya chapa ya Tesla. Wakati huo, Elon Musk ameamisha mwelekeo wa kampuni kwenye miradi ya Robotax na robot ya Optimus. Bilioni huyu ameahidi kwanza huduma ya awali ya Robotax mwezi Juni huko Austin, huko miji mingine ikiwezekana kuongezwa kabla mwisho wa mwaka huu, lakini bado ya kutoa maelezo ya kina kuhusu jinsi huduma hiyo itakavyofanya kazi. Licha ya ahadi za muda mrefu, Elon Musk bado hajathibitisha kuwa magari ya Tesla yanaweza kujiendesha bila msaada wa binadamu. Ripoti ya The Information hivi karibuni ilieleza kuwa uchambuzi wa ndani wa Tesla ulionyesha kuwa mradi wa Robotax utakuwa ukipata hasara kwa muda mrefu hata kama utatekelezwa. Mwaka jana wakati kama huu, Tesla pia ilikuwa na changamoto. Faida ilishuka kwa asilimia 55 hadi dola bilioni 1.13 katika robo ya kwanza mwaka 2024 na hii kutokana na mkakati wa muda mrefu wa kupunguza bei za magari ya umeme na changamoto nyingi zisizotarajiwa zilizopunguza mapato. Katika robo ya pili mwaka 2024 Tesla iliripoti faida ya dola bilioni 1.5 o ikiwa ni punguzo la asilimia 45 kutoka kipindi kama hicho kwa mwaka 2023, huku gharama ya urekebishaji wa kampuni ikiharimu dola milioni 622. Licha hayo faida hiyo pia iliongezwa na mauzo ya mikopo ya udhibiti wa utoaji wa hewa chafu yenye thamani ya rekodi ya dola milioni 890. Hii hapa ni SNS Mini.